Nitumie nafasi hii tena kwa sisi. Sio nitumie, ni makonde hapo nitumie. Nitumie. Wewe umeseka makonde? Sio ulikuwa na chat. Atuheshimiane, unajua jamaa ameletea shida. Shida wapi? Atuheshimiane. Shida wapi? Atuheshimiane. Shida zangu, huwezi kudai mimi na nataka mademu kwenye. Na ilikuwa ni kweli <laughs> ah, <kombe bwana. laughs> <laughs> <laughs> Hai ndo kusaidia. Nyoka, umbo unaenda huo baba. Watu unaenda. Unaenda vipi? Una yeye mpunga unainama huo. Ushinda ngapi sasa hivi rafiki yangu? Ushinda ngapi? Aa, sasa ndo kushinda yeye. Baba hako mzee vile, wewe ndo bado kijana. Alichelewa. Alichelewa. Mimi shaka nipo kwenye shinda ngapi ujue sasa hivi. Shina ngapi ya wapi? Basi, basi, basi, huo una niamkia tukikutana, ndo tumekutana naanza na usio nitania, sababu mimi ni mtu mzima, kwa hiyo ndugu zangu ni ah, eh, nitania, <laughs> <laughs> <laughs> e. Sawa, eh, mashabiki wa Simba na Yanga. Jambo hili ni la kwenu ninyi sisi tunafanya kila tunachoweza kufanya kuhakikisha kwamba tunawakutanisha, tuna, tuna pamoja, tunafurahi kwa pamoja, tunacheza mechi hii, tunatoa burudani kwa pamoja, mambo mengine yanaendelea.